Kwa majina anaitwa engineer Chacha Mwita Wambura ambaye ni mbunge wa jimbo la Geita mjini A, leo imekuwa siku njema tena siku nzuri sana ambayo tumeona kwa kweli kuna mapinduzi makubwa yanaenda kufanyika hapa Tanzania. Nichukua nafasi hii kumshukuru na kumpongeza sana Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hotuba yake safi nzuri, yenye matumaini ambayo inaenda kuleta kwa kweli mapinduzi katika Tanzania yetu kitu kimoja viwili ki, vitatu ambavyo kwa kweli ameugusa moyo wa Tanzania na watu wengi ambao wamefurahia hotuba yake, moja ni kuanzisha wizara mahususi kwa ajili ya vijana. Kwa kweli tukukupe heko sana Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wetu kwa kuliona hili na kuona kwamba sasa kuna haja ya kuwa na wizara inayosimama na maswala ya vijana tu, ambayo itakuwa na waziri wake na mambo yote yataenda kupitia kule. Lakini kingine katika kuangalia kwa kwa kwamba ameamua kusimama na vijana sana, amezungumzia swala la mikopo. Tunaenda, ameongeza bajeti ya mikopo. Na saa nyingine hii bajeti itapitia pia kwenye hii wizara ya vijana. Lakini mama amesema ah, amezungumzia swala la maji. Tumezoea kuwa na gridi ya umeme, lakini sasa tunaenda kuwa na gridi ya maji, yani kwamba umeme wa huku ukikatika u huku unawaka sasa, kwenye maji napo, kwamba ya maji ya huku yako ya kwenye laini, kila mtanzania anaenda kupata maji na tunaenda kufukuza kabisa tatizo la maji. Lakini mama kwenye hotuba yake amegusa ya ambao watanzania wengi hawana ajira, vijana wanamaliza chuo wanamaliza wanamaliza kusoma hawana ajira, lakini katika kipindi hiki mama amesisitiza na tayari ameshasema kwamba katika hizi siku za mwanzo anaenda kuanzisha ajira za kutosha, lakini zaidi sana ni zile ajira ambazo tunategemea kuwa nazo katika kipindi hiki cha 2025, 20, 2030 ajira milioni nane. Kiukweli, katika hotuba hii imeleta matumaini makubwa ambayo kwa kweli tunaenda kuona kwamba Tanzania inabadilika na kuna mapinduzi makubwa, na kila Mtanzania amesisitiza maendeleo yawepo kwa, kwa, kwa uchumi wa nchi, lakini kwa uchumi kwa mtu mmoja mmoja. Kwa hayo mimi Dr. Samia ni kupongeza sana rais wetu kwa mambo makubwa ambayo unaenda kutufanyia. Na sisi kama wabunge wa bunge lako hili la Tanzania tutaenda kuhakikisha tunakuunga mkono, tunasimama na wewe, tunafuatilia na tunashauri kuhakikisha kwamba tunaenda vizuri. Mwisho wa siku tuione Tanzania yetu inasonga mbele. Hayo ni kwa uchache ambayo amezungu, mama amezungumza kwenye hotuba yake, lakini kwa kweli amezungumza mambo mema ambayo tunaiona kesho ya Tanzania iliyo njema.